Habari, karibuni kwenye chaneli yangu. Leo tutaenda kupika rosti la nyama au mchuzi wa nyama. Ntainjika sufuria jikoni, nitaweka mafuta. Yakipata moto, nitaweka nyama, ntakaanga nyama yangu kwa moto mkali. Nakaanga kwa moto mkali ili nyama yangu isitoe maji sana. Hapa naendelea kukaanga, kama unavyoona, nyama inatoa maji, lakini kwa sababu natumia moto mkali, yatakauka kama hivyo. Nitakaanga mpaka nyama yangu iwe ya brown, kisha nitapunguza mafuta. Nimeshapunguza mafuta, nitaweka vitunguu, nitachanganya kidogo, kisha nitaweka bata Bata hii hapo ipo kama blue band. Ntakaanga vizuri kwa moto wa wastani mpaka vitunguu vyangu vibadilike rangi na kuwa vya kahawia. Ntaweka tangawizi na kitungu saumu, ntakaanga mpaka kitungu saumu changu kiive. Ntaweka cooking wine, ntaweka soy sauce chumvi na limao. Pia unaweza ukaweka mamasita ambayo inaitwa oyster sauce, ni wewe tu. Naendelea kuchanganya, nitaweka magi cube, nitaweka na nyama masala viungo, nitachanganya mtaweka nyanya ya box na tomato paste. Unaweza ukasaga nyanya ukaweka, ukatumia nyanya ya kawaida, ni wewe tu. Mtachanganya vizuri mpaka nyanya yangu iive, ianze kutengana na mafuta. Hapo nitaweka maji, ila unaweza pia kuweka supu ya nyama kama unayo ndani na koroga, ntafunika, ntapunguza moto, ntaacha kwa muda wa nusu saa. Hapa nimefunua tu nikuonyeshe kwa sababu bado mchuzi wangu ni mwingi, nitafunika tena. Dakika thelathini zikipita mchuzi wetu utakuwa umepungua na mafuta yanaonekana kwa juu. Nitaweka karoti, nitafunika kwa muda wa dakika tano, zilainike. Nikifunua nitakoroga, nitaweka hoho hapa, changanya, na mboga yetu ipo tayari. Hapa unaweza ukala na wali, ukala na chapati, ukala na ugali, yani ni wewe tu utakavyoamua, na mboga ni tamu. Pia naomba niseme asante kwa sapoti yako. Naomba ulike, naomba ushare, naomba usiacha kusubscribe.